Huku serikali ikiendeleza juhudi za kupambana na ugonjwa wa Kala Azar unaoendelea kuathiri wakazi wa kaskazini mashariki mwa Kenya, idadi ya maambukizi ya ugonjwa huo imeendelea kuongezeka kwa kasi, kufikia sasa watu 600 wakiripotiwa kuambukizwa, huku idadi ya maafa ikifikia watu 25. Over the past 3 months The disease has claimed lives of 25 individuals with more than 600 people reported to be infected. The outbreak has spread across four sub-counties in Wajia and Masabet counties. Akizungumza katika kaunti ya Wajia wakati wa uzinduzi wa maabara za kupambana na ugonjwa huo Katibu wa afya Mary Muthoni amedokeza kuwa serikali imetenga fedha zitakazosaidia kupambana na ugonjwa huo, akiongeza kuwa maabara hayo yatasaidia pakubwa katika kutoa huduma za afya kwa wagonjwa mashinani, kwa kuwa wengi wanafikishwa katika vituo vya afya wakati wameathirika zaidi.

In order to support active cases finding. Katibu Muthoni amesisitiza umuhimu wa kupambana na ugonjwa huo ili kuzuia usisambae katika kaunti jirani kama vile maeneo ya Bonde la Ufa. Takriban watu 106 wanaendelea kupokea huduma za matibabu katika vituo mbalimbali mbali vya afya katika kaunti ya Wajia. Wengi wao wakitibiwa katika hospitali ya level 4 ugonjwa huu ukiripotiwa kuadhiri watoto kwa kiasi kikubwa As of now 106 patients have been hospitalized in Wajia county overwhelming local health services and health officials are facing challenges in managing the situation which began in September and last year of last year Prompting the county requesting for support from the national government. Medical personnel have confirmed 617 cases so far. Majority of cases are children of age group between 5 years and 14 years. James Mwangi, Undugu TV.